Umeme upo, ukigeuka, madarasa yamejengwa, ukigeuka, barabara zimetengenezwa, ni chini ya mheshimiwa Deo Mwanyika Erasto Mpete. Aee ndugu oh zanguni, Erasto Mpete ni mtoto wenu, amefanya kwa ukubwa na kwa upana. Na haya niliyozungumza, Erasto peke yake hawezi kufanya. Erasto aki hawezi kuleta umeme yeye yeye, ataenda kwa Mwanyika. Mwanyika e, Mwanyika mwenzako, kitongoji changu pale hakina umeme. Mwanyika naye analichukua anasema, basi ngoja na mimi nilichukue, analipeleka kwa Mama Samia. Erasto Mpete e, atakuta hakuna maji hapa, amejishindwa anasema leo, Mwanyika mwenzako, sina maji Utalingolo. Mwanyika analichukua analipeleka kwa Dokta Samia Suluhu Hasani. Kuna barabara zimeshindikana, Erasto Mpete ataenda kwa Deo Mwanyika, Deo Mwanyika mwenzako, sina barabara hazipitiki kwenye vijiji vyangu. Hatimaye naye Deo Mwanyika anaenda kufurukuta huko, anazileta barabara hapa sisi ya mwaye, kwa hiyo ndugu zanguni niliyo niliyoyasema bila connection ya watu watatu hayawezi kufanyika. 2020 Erasto Mpete alikuja kwenye viwanja hivi alinadi sera, yapo yaliyotekelezwa, yapo kiduchu ambayo hajatekelezwa. Sasa ndugu zanguni, tumerudi tena hapa. Mimi naamini hata Roma haikujengwa siku moja. Yale ambayo hajatekelezwa nadhani yamebaki kiduchu, kwa sababu mkienda, madarasa yamejengwa, zahanati zimejengwa, kituo cha afya mnacho, mnataka nini? Tunaomba ndugu zangu, tumerudi tena hapa ishirini na tano hii, tunaomba tena ridhaa kwenu, ili mtupe tuweze kutekeleza zaidi ya hapa yako huu na humu yameandikwa kuwa na daraja kubwa litajengwa kutoka Utalingolo linapita huko. Haya, kuna miradi ya madarasa, kuna miradi ya zahanati, kuna miradi kadha ya wakazi. Kwa hiyo ndugu zanguni wana Utalingolo, hivi mtamwacheje mtoto wenu Erasto Mpete? Waswahili wamesema, ndugu zanguni, hata kwenye msafara wa wakenge na mamba wa. Baba ninaomba kura yako. Nina imani huko utakapoenda kupigia kura hautapata, utapoteza na utajutia, na baadaye utajilaumu kwa maendeleo yatakayofanyika. Utasema ni mara mia ningeipa CCM kura yangu. CCM ye, akina mama, huwa nasema siku zote, hata chakula tunavyopika tunapiga kwa mafika matatu na baba yangu na kijana, siku ya tarehe ishirini na tisa wewe ukifika kwenye chumba cha kura sema mimi hapana, CCM hii imenifanyia makubwa. Angalia Erasto Mpete yuko wapi, weka redu. Angalia Deo Mwanyika yuko wapi, weka redu. Angalia mama yetu mama Samia, weka redu. Akina mama, ninaomba siku ya tarehe ishirini na tisa jioni kabisa tukija hapa Utalingolo, tuone kura za ushindi, mama yetu amepata kura za kishindo. Kwa sababu ukisema mpe kura mbunge umpe Erasto Mpete halafu mama Samia usimpe, hapo utakuwa umepoteza. Kwa sababu na mama naye ataangalia ni wapi walikoniheshimisha na mimi ni wao. Wow, hawataenda kupiga kura, na wameanza kutishia, wanasema wale wako mtakaoenda kupiga kura na mbele amka asubuhi, nenda kapiga kura, hakuna atakayewatisha, hakuna dudu wala mende, hakuna atakayewatishia. Amka asubuhi, nenda kapiga kura. Baada ya kupiga kura, rudi nyumbani, tafanye kazi yako, subiri matokeo baadaye, halafu turudi kushangilia.